Ameasema hayo akiwa mgeni rasmi katika mahafali ya kumi na tatu ya chuo cha Focus Academy yaliyofanyika jijini Arusha. Amesema kuwa serikali imewekeza zaidi kwenye elimu ya vitendo, ili kumwandaa mwitimu kukabiliana na changamoto za soko la ajira hapa nchini na nje ya nchi. Nichukua wito kwa watu wote kuhakikisha kwamba hasa, wazazi na walezi. Mkuu wa chuo ametuambia chuo chake kimesajiliwa tuna taratibu za kiserikali. Kila chuo kinachotaka kutoa mafunzo ya ufundi stadi lazima kisajiliwe na taasisi sahihi ya serikali inayosimamia vyuo vya ufundi stadi, na hii ni VETA. Kwa hiyo kwa kusajiliwa, ina maana chuo kinatoa mafunzo bora, walimu wenye sifa, vifaa na kadhalika. Na hawa wanafunzi kitu alichokionyesha hapa kinatuonyesha wazi ubora wa mafunzo ulioko hapa. Kwa hiyo, niwaombe wazazi, walezi na nyote kuhakikisha kwamba unampeleka kijana wako, mtoto wako kupata mafunzo ya ufundi stadi kwenye chuo kilichosajiliwa. Awali akiwasilisha risala yake, mkuu wa chuo hicho Fadhili Msuya amesema kuwa wahitimu wa chuo hicho wamejengwa vyema kimaadili, hivyo watakuwa chachu katika kuleta maendeleo kwenye jamii. Siku ya leo tunawaga wahitimu 94 ambapo wavulana ni 52 na wasichana ni 43. Hii ni dhahiri bila shaka kuwa mwamko wa elimu kwa watoto wa kike ni mkubwa sana, hususan kwenye kozi ya ukarimu, yaani hospitality management. Hii yote ni matunda makubwa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Tanzania Royal Tour Chuo hiki kimeendelea kutoa mafunzo kwa vitendo na nadharia katika kozi mbalimbali zenye umuhimu mkubwa katika maendeleo ya taifa. Ndugu mgeni rasmi, tumejivunia kuwa sehemu ya safari ya kuwajenga hawa vijana kwa maarifa, stadi na maadili bora ya kazi. Leo tunawaaga rasmi, lakini kwa matumaini makubwa kuwa wataenda kuwa chachu wa maendeleo kwenye jamii, viwanda, sekta binafsi na za umma. Akisoma risala kwa niaba ya wahitimu wa chuo hicho, mmoja wa wahitimu amewashukuru walimu, wazazi pamoja na walezi kwa kuhakikisha kuwa wanafanyika kwa daraja la kuyafikia malengo yao kwa kuwawezesha kupata elimu hiyo. Katika mahafali hayo, maonyesho mbalimbali mbali ya mazoezi ya vitendo yalifanyika, ambapo wahitimu wapatao tisini wamekabidhiwa vyeti na zawadi mbalimbali mbali. kutoka mkoani Arusha mimi ni Elihuru Machao Upendo TV habari.